E bwana moja kati ya vitu ambavyo vimewagusa watu wengi sana huko mtandaoni ni, ni hii video ya huyu kijana ambaye huyu kijana bwana analala kariyako, e, kama unavyoona, hapo kwenye video ni kijana ambaye umri wake nadhani hata miaka haujazidi hata miaka kumi, lakini japokuwa watu wanasema kwamba hata miaka mitano hajafikisha lakini huyu kijana bwana ni nadhani umri wake haujafika miaka kumi na ni mtoto wa mtaani wanasema hivyo yani wanaitwaga hivyo watoto ambao hawana makazi maalum E, wanaombaomba, wanafutafuta vioo, wanapewa buko buko mbili, wanaenda kula, wakimaliza wanalala kama hivyo, wakiamka asubuhi wanaendea mambo mengine na, na ukizingatia sasa hivi hali ya jiji la Dar es Salaam ni baridi kali, kutokana na kwamba kuna mvua ambazo zinanyesha mara kwa mara sasa watu wengi sana walikuwa wameziona hizi video zikiwa zinamwonyesha huyu kijana akiwa anahangaika, anateseka, lakini pia kuna wasamalia wema wamejitokeza kwa ajili ya kumpatia simu aongee na wazazi, ndugu jamaa na marafiki, awaelezee hali ambayo anayopitia huku mjini sio hali nzuri, ni hali tete kwelikweli. Na akiwa mdogo kama hivi, lolote linaweza likamkuta, kama unavyoelewa sasa hivi dunia ilivyobadilika. Basi vijana wa Kariakoo wameamua kumsapoti au kutoa msaada huo, at least kwanza azungumze na ndugu, kama inawezekana, basi asafiri arudi kwao kama ni mkoa, au watafute uvumbuzi mwingine. Sasa baada ya kufuatilia hili, hili jambo habari ambazo tumezipata kuna jamaa akatupa ushirikiano kutuelezea kwamba huyu kijana eh, anaitwa nani na hali yake jinsi ilivyo eh, ya kimaisha kwa ujumla. So, alituambia kwamba huyu kijana anaitwa anaitwa Saidi na mwaka jana alikuwa anazurula maeneo ya Kokobichi eh, huyu yeye alimchukua huyu jamaa alitupa hizo habari akasema kwamba yeye alimchukua akawa anakula na kulala ofisini kwake hapo hapo Kokobichi na aliumwa, wakam mpaka hospitali akapona vizuri tu, lakini wiki mbili baadaye akatoroka. Alafu usiku akarudi na wenzie kama kumi hivi wakaja, akarudi na wenzie kama kumi hivi akiwa amekwenda, amewaambia kwamba waende wakamuone baba yake, yani kwamba huyu jamaa alimsaidia Saidi, alimtambulisha kwa wenzie kama baba, umeona. Then kesho yake wakaja wale wenzie, kesho yake tena, sasa siku nyingine, wakaja wale wenzie wakafanya vurugu eh, wakafanya vurugu sana wakiwa wamevuta gundi umeona ukisikia, okay, kwamba wamevuta gundi, unaweza ukaona kwamba okay, hapa labda anamaanisha nini au ina make sense vipi? Ni kwamba ukivuta, okay, gundi unalewa kama labda <laughs> yeah. Ulikuwa ujui mtazamaji wa Trend TV, ni kwamba ukivuta, okay, gundi ile harufu ya gundi ile kwa muda mrefu kama dakika ishirini tu, unalewa kabisa, yani unalewa kabisa. Ni kitu ambacho hatujui kwamba imekuwaje, lakini scientifically ni kwamba ile harufu ya gundi ina uwezo wa kukulewesha kwa hivyo basi, hawa watoto wana hiyo tabia, hawa watoto wa mtaani wana hiyo tabia ya kuvuta gundi, wanakuwa wanalewa alafu wanafanya vurugu. Kwa hiyo usaidi hao rafiki zake, baada ya kupata hiyo support, kusaidiwa hivyo, lakini bado akaenda akawaleta rafiki zake siku iliyofuata, akawatambulisha kwa jamaa ambaye alikuwa amemsaidia kumpeleka hospitali na na nini, mpaka akapona na chakula alikuwa anapewa, eh, lakini hao marafiki zake siku iliyofuata tena wakaja wenyewe wakiwa wamelewa hiyo gundi. Baada ya kuvuta gundi, wakawa wamelewa, wakafanya vurugu katika hilo eneo la biashara la huyo jamaa, and then Saidi akatoroka hadi leo, hadi leo, leo hii hakumuona hakuonana naye tena, ila ana akili huyo dogo, kwa sababu hata hizo namba ambazo anaonekana akiwa anazungumza anawasiliana na watu ni namba ambazo amezikariri za ndugu zake nyumbani, na walisha waigi hata kuwapigia simu, lakini cha kushangaza ni kwamba simu hizo kila siku wazikipigwa hazipatikani. Lakini huyu jamaa ambaye alikuwa ameshawahi kumsaidiaga Saidi huko awali alisha waigi kupanga wampeleke kituo cha, cha watoto yatima kwa kushirikiana na na na jeshi la polisi Salenda, lakini ndo hivyo tena, kijana aliwakimbia. Umeona bwana eh? So alishawishiwa na wenzie akakimbia kwa alitakiwa apelekwe. Kulikuwa kuna mchakato kabisa wa kupelekwa katika kituo cha watoto yatima akalelewe huko, lakini kijana, wenzie walimshawishi au walevi wagundi, wakakimbia. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia tumepata habari kutoka kwa watu wengine pia ambao wanamfahamu huyu kijana. Kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana huyo dogo alishawahi kujaga dukani kwangu, nilimwambia kwamba nakupa pesa na nakulipia nauli urudi nyumbani, ali alikataa huku akisema kwamba bro home, maisha ya nyumbani bwana ni magumu sana. Mbona ni dogo akitaka, ukitaka kumpa pesa arudi nyumbani anagoma. Sasa hatujajua kwamba ni kwamba ana matatizo ya kiakili, uweze jua kwa sababu kama mtu anaishi analala chini nje kama hivyo, lakini bado ukitaka kumpeleka nyumbani, arudi nyumbani, hata kama ni kijijini. Unajua bwana kijijini, bwana unaweza ukala muhogo, miwa, eh, maisha yakaenda, mapapai, polini, nini, maisha yakaenda. Sasa kuliko haya anayoyapitia huko mjini, anaweza likamkuta lolote lile gumu, unaelewa. Lakini kijana hataki kurudi nyumbani, anadai kwamba kwao maisha ni magumu. Umeona eh? Haya, huyu hapa mwingine amesema kwamba bwana ukipata amesema kwamba bwana ukimpata wa hivi msaidie kitu kimoja tu mm, huyu ni kumkamata umpandishe gari arudi kwao, usimpe hela e, eh, ukishafanya hivyo kwa watoto ukifanya hivyo kwa watoto wengine na ukifanya ukishafanya hivyo fanya hivyo, hivyo, hivyo tena kwa watoto wengine wanaozurula ili kuokoa maisha yao. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa hiyo hizo ndio details ambazo tumezipata kumhusu huyu mtoto maana watu wengi sana walitutumia hii video akiwa anauliza kwamba bwana, hebu tuambieni kisa cha huyu mtoto eh, kuwa analala hivi chini Kariakoo huko eh, na kuna video nyingi tu zimesambaa zinamuonyesha huyu dogo na watu akiwa wanajitahidi kumpa support azungumze na ndugu zake ili waweze kupata mwafaka wa kuokoa maisha yake kwa ujumla, kwa sababu kinachofanyika hapa ni kutaka tu kuokoa maisha ya huyu kijana, kwa sababu hali yake kiukweli ina ni yu, anaishi katika mazingira hatarishi, lakini ukiachana na hilo pia, wadau mbalimbali wameguswa na hiki ambacho kinachoendelea baada ya hizi video kwenda viral huko mtandaoni. Kwa mfano, msanii Beka Flavor amekuja ameandika kwamba, bwana anamjua huyo mtoto jinsi ya kumpata, natamani sana, eh, na, natamani sana kuishi naye kwangu, umeona eh? Eh, eh, anayemjua huyo mtoto naomba jinsi ya kumpata natamani sana, ni kuishi naye kwangu. Umeona, huyu Beka Flavor ameandika hivyo kwamba yeye anatamani amchukue huyo mtoto aishi naye kwake. Kwa, kwa mtu amesoma kwamba bwana anashinda eh, anashinda msikiti wa Idrisa pale, ndiyo makazi yake sana. Kwa mtu hapa amekuja ku, kutoa maoni amekuja kutoa detail kwamba huyu kijana anapatikana katika msikiti wa Idrisa pale Kariakoo, hayo ndo makazi yake sana, na ukienda mitaa ile lazima utamuona na Beka akasema kwamba bwana nitapita kesho nione kama nitafanikiwa kumuona. So Beka Flavor yuko serious anataka kumpa support huyu dogo aishi naye nyumbani kwake, yaani amlee kama mdogo wake, unaelewa. Kwa hiyo watu wameguswa E, na of course lazima uguswe ukiwa kama kijana ambaye labda umepitia maisha magumu, au kijana ambaye labda una mtoto umeona, au una mdogo wako ambaye yuko makamu. Haya basi, obviously ukiona hii hali ya huyu kijana, lazima utaguswa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kijana anahitaji msaada eh. Kwanza kabisa nahisi, kwanza kama the way ambavyo Mheshimiwa Gwajima anavyofanyaga vijana wanaopitia na hali kama hizi au changamoto zozote zile huaga, kwanza kabisa anawasaidia kwanza msaada wa kisaikolojia counseling, and then baada ya hapo sasa, akishafanyiwa counseling akawekwa sawa kisaikolojia, then ndio unaweza kuchukua hatua nyingine za kumsaidia eh, kama vile labda kumpatia makazi, chakula, eh, kujali afya yake iko vipi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa ambacho mimi naona huyu kijana angepatiwa ni counseling. Akutane na mtu wa saikolojia amwelekeze, wazungumze, amsikilize and then awekwe sawa kiakili psychologically, then ndo hapo unaweza ukamsaidia vitu vingine. Vinginevyo vingine, ukisema kwamba ukae um, naye au umpe chakula tu na nini, mwisho wa siku utamkuta tena amerudi kule kule tena mtaani, kwa sababu mentality yake haiko sawa, au inam direct arudi mtaani huko huko. So ukiwa kama mdau, una maoni gani? Ukiwa kama mzazi, ukiwa kama kaka, dada